Boosted auto tokea Kenya ama ukipenda ukipenda boosted auto 254 kwenye Instagram. Eh, tulikuwa tumealikwa hapa na klabu ya motorsport hapa Arusha ambayo inajiita kama TTMC. Kwa mwaliko wa wa kuja kufanya kufanya drift showdown ambao walikuwa wameorganize na mkuu wa mkoa wa Arusha hapa hivi. Na tukaalikwa ili tuje hapa sehemu ya Moshono Kona ambapo ni Y Junction ukipenda, eh, hapa Moshono Kona. So tumekuja kufanya drift showdown. It It wasn't a competition as, as such. It was just a showdown in activation. Enda uh, kuashiria kwamba kesho, uh, kuna mashindano ya magari pale Mererani rolling races pamoja na Sunday pia ambapo kuna uh, drugs. Ukipenda, so tulikuwa tumealikwa tuje hapa tufanye drift, manake drift ni part of motorsports uh, and it's growing so fast in in East Africa uh, in fact, we have a drift championship ambayo ina comprise East Africans from Kenya, Uganda and Tanzania. This is an East African drift championship ambayo inaendelea. So, wakaonelea ili tuje hapa pia tuhamasisha watu kuhusu drift tuwaonyeshe kwamba drift ni kitu ambacho ni motorsport niikiganiziwaa kifanywa kwenye proper organization ni sport ambayo ingependa kupendeza wengi. Drift ni, ni a, a, a skill ambayo kila dereva inafaa awe nalo. Sometimes unaweza pata gari limepasuka tairi, linapoteza mwelekeo, so inafaa ili uwe uko makini sana uweze control hilo gari. Tumefurahia sana kuwa mahala hapa na tuna hope tunaope wa Tanzania wameweza kuona what we do. Eh, nyonyesho lenyewe limekuwa nzuri sana nimeweza. kufanya hata tandem na Mtanzania mmoja ambaye nime Pendezo sana na skill zake, so tunajua uh, skill uh, ni kitu ya maana na motorsport ina grow in East Africa. ah tunamshukuru mkuu wa mkoa sana kwa kutoa vibali kama hivi, tunashukuru sana, yani tunashukuru sana, kwa sababu mchezo ulilala sana kwa hapa kwetu Tanzania, lakini baada ya mkuu wa mkoa kuingilia kati ili, ili swala tukajikuta tayari